Mbele yetu yuko baba yetu mchungaji wa ushirika wa Segerea, Mchungaji Rafaeli Mwampagatwa. Ni neema ya Mungu ambapo Mungu ametupa kibali tena mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Yeye ataenda kueleza kuhusu ibada yetu ya leo. Karibu sana baba. Sante, mwana kondoa ameshinda. Bwana Yesu asifiwe kabisa. Tunashukuru Mungu sana kwa neema yake Mwaka huu tena ishirini ishirini na tano, Bwana ametupa kibali. Siku hii ni muhimu sana, ya kumshukuru Mungu kwa ajili ya watoto wetu. Ni siku ambayo Bwana amefanya, tunashukuru Mungu kwa baraka ya watoto katika kanisa letu. Kwa hiyo ni siku ya pekee ambayo tunakuja mbele za Bwana kumshukuru Mungu, lakini kuomba kwa ajili ya watoto wetu ili makuzi yao yampendeze Mungu, wazazi na jamii kwa ujumla. kwa katika siku hii tunakukaribisha katika ibada, tuweze kushiriki pamoja matendo haya ya furaha na ya baraka sana. Karibu sana na Mungu akubariki sana asante. Hapa tulipo ni kanisa la Moravian Tanzania, jimbo la Mashariki na ushirika wa Segerea. Karibu sana na Mungu akubariki sana. Asante sana baba.